Ya tano, ndugu zangu, ambazo zimo nyingi kidogo, kura yako ni kwenda kutetea imani yako inayopotezwa kwa nguvu, mila zako, dasturi zako, silka zako, alama za utamaduni wa kizanzibari ambayo ndio unaopotea. La sita, tunakwenda kura yako ni kwenda kulinda umoja na mshikamano wa Wazanzibari. Hawa watu wanatumia kanuni ya zamani, wagawe watawale, wameifanya kwa miaka thelathini. Jambo la nane bado kalisema kwa uzuri sana hili Kalisema vizuri, tunakwenda kulinda maadili na uadilifu, hasa katika kuwatumikia watu. Yamepotea, yamepotea hawa ili kuendeleza ufisadi wao, kila mmoja wamemfanya awe mwizi. Ndugu zangu, unawachukua vijana unawaita askari halafu unawapanga unawaweka kambidi unawapanga wende wakaibe kura, uwape kura tano tano, uwape kura kumi kumi, waende wakakutilie kura ili ushinde kwa wizi. Leo unawapanga polisi wakafanye hayo hayo, walinde hayo hayo.